Kulingana na takwimu za ufuatiliaji wa safari za ndege, ndege ya Boeing iliyokuwa imetengwa kwa ajili ya China ilikuwa ikirejea Marekani siku ya Ijumaa huku kiwanda cha usafirishaji cha kampuni hiyo kilicho injia Shanghai kikihusishwa na vita vya ushuru vinavyozidi kati ya Beijing na Washington. Kurudi kwa mojawapo ya ndege kadhaa zilizokuwa zinasubiri kazi ya mwisho na kukabidhiwa kwa shirika la ndege la China katika kituo cha kukamilishia ndege cha Zushan ni ishara ya hivi karibuni ya mvurugiko katika usafirishaji wa ndege kufuatia kuvunjika kwa hali ya muda mrefu ya kutolipiwa ushuru katika sekta hiyo. Katika ishara ya kwamba Boeing ilikuwa ikijiandaa kwa biashara ya kawaida ya wiki chache kabla ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza ushuru mnamo April mbili. Ndege tatu mpya za Boeing 737 Max ziliruka kutoka Boeing Seattle hadi Zhoushan mnamo March. Kulingana na data ya Flightradar24, ndege nyingine ilifika wiki iliyopita huko Zhoushan, ambako Boeing huweka mandhari ya ndani na kupaka rangi kabla ya kuzikabidhi kwa wateja lakini juma mojawapo ya ndege za kundi la kwanza iliruka tena bila kukabidhiwa na kuruka kutoka Zhoushan hadi eneo la Marekani la Guam, mojawapo ya vituo vinavyotumika katika safari hizo kuvuka bahari ya Pasifiki, ikionyesha kuwa ilikuwa ikielekea kurudi Seattle. Safari ya maili elfu tano kurudi katika kiwanda kikuu cha Boeing inakuja wakati biashara ya kampuni hiyo nchini China iko chini ya uchunguzi kutokana na mvutano wa ushuru. Bloomberg News iliripoti mapema wiki hii kuwa Boeing inakabiliwa na marufuku ya China kuagiza bidhaa zake kama sehemu ya mzozo unaoendelea kufuatia ushuru wa kimataifa wa kisasi uliowekwa na Rais Trump. Hakuja kuwa na tamko rasmi kutoka Beijing wala kwenye vyombo vya habari vya serikali ya China. Vyanzo vya juu vya sekta ya anga na anga za juu viliambia Reuters kuwa hawakuwa na taarifa za maagizo rasmi dhidi ya kupokea ndege za Boeing. Hata hivyo, vyanzo vya sekta hiyo na wachambuzi walikubaliana kuwa ushuru uliowekwa na Beijing kwa bidhaa za Marekani kama jibu kwa hatua za Trump ungeweza kuzuia uagizaji wa ndege bila marufuku rasmi. Chanzo kimoja kikuu cha sekta kilisema Boeing na wasambazaji wake walikuwa wanapanga kwa msingi kwamba hawatakuwa wanapeleka ndege China kwa sasa. Picha zilizowekwa kwenye tovuti za wapiga picha wa ndege mnamo Februari zilionyesha kuwa ndege hiyo iliyorejeshwa ilikuwa imepambwa kwa alama ya shirika la ndege la Xiamen Airlines ambalo linamilikiwa kwa sehemu kubwa na China Southern. Chanzo kimoja kilisema ilitarajiwa kukabidhiwa kwa Xiamen, ambayo haikujibu ombi la kutoa maoni. Jarida la anga la The Air Current ambalo liliripoti kwanza kuhusu uamuzi wa kuondoa baadhi ya ndege ambazo hazijakabidhiwa kutoka Zhoushan, ilisema shirika moja la ndege la China ambalo halikutajwa lilijiondoa kwenye ahadi ya kukodisha ndege ya Boeing. Vyanzo vya sekta vilisema safari ya kurejea ilifanyika licha ya baadhi ya mazungumzo kuhusu kuacha ndege ambazo hazijakabidhiwa katika hifadhi ya ushuru maalum, ambapo hazingechukuliwa kuwa zimeingizwa rasmi wala kutoza ushuru. Forodha ya China haikujibu kujibu ombi la kutoa maoni. Vita vya ushuru na mabadiliko ya ghafla kuhusu usafirishaji vinakuja wakati Boeing ilikuwa inaanza kupona kutoka kwa karibu miaka mitano ya marufuku ya uingizaji wa ndege za Boeing 737 Max na duru ya awali ya mivutano ya kibiashara. Boeing ilifungua kiwanda cha kukamilishia ndege huko Zhoushan, kituo kikubwa cha mizigo ambacho pamoja na Ningbo iliyo karibu kinahudumia mojawapo ya bandari zenye shughuli nyingi zaidi duniani tangu mnamo mwaka 2018, Wakati wa mzozo wa awali wa kibiashara wakati wa urais wa kwanza wa Trump. Ingawa Boeing haijafuata mfano wa Airbus kwa kuunganisha ndege nzima nchini China, wachambuzi walisema lengo lilikuwa kujijengea uongozi katika mojawapo ya wa masoko makubwa zaidi ya usafiri wa anga duniani. Bloomberg News pia iliripoti Beijing imewaagiza uendeshaji wa ndege wa China kusitisha ununuzi wa vipuri vya ndege vinavyotengenezwa Marekani. Vyanzo viwili vya sekta ya Marekani vilisema hawakupewa maagizo yoyote ya moja kwa moja ya kutosafirisha vipuri hivyo kwenda China. Chanzo kingine ambacho kinaendesha karakana ya matengenezo ya ndege nchini China kilisema hawajapata matatizo yoyote katika kuagiza vipuri kutoka Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya China ilikata kutoa maoni walipoulizwa na vyombo vya habari kuhusu marufuku zilizoripotiwa msemaji alisema "ningekuelekeza kwa mamlaka husika." Wachambuzi wanasema mkanganyiko kuhusu ushuru unaobadilika unaweza kuacha usafirishaji wa ndege nyingi katika hali ya sintofahamu huko, baadhi ya wakuu wa mashirika ya ndege wakisema wataahirisha kupokea ndege mpya badala ya kulipia ushuru. Kihistoria, Boeing ilituma robo usafirishaji wake kwenda China, lakini hii imekuwa ikishuka kutokana na mivutano ya awali, sakata la usalama la Boeing 737 MAX na athari za janga la COVID-19. Takwimu za Boeing zinaonyesha kuna oda 130 ambazo bado hazijatimizwa kutoka kwa mashirika ya ndege na wakopeshaji nchini China. Vyanzo vya sekta vinasema sehemu kubwa zaidi ya oda 70 ambazo hazijatimizwa na ambazo Boeing bado haijamtaja mnunuzi wake zinatarajiwa kupelekwa China. Wachambuzi walisema kusitisha kuwa muda kwa usafirishaji wa ndege kwenda China hakuwezi kuwa na athari kubwa kwa Boeing mara mmoja, kwani inaweza kuhudumia mashirika mengine ya ndege na aiba haina uwezo wa ziada wa uzalishaji kwa sasa.